Serikali imejenga uwezo wa udhibiti wa matendo yasiyofaa katika mitandao ya kijamii na ndio hapa ninapokuja kuzungumzia sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka elfu mbili na kumi na tano. Malongo umesema vizuri, wengi wanaofanya hivyo ni wanafunzi wa vyuo na nataka ni kuhakikishia wote tunawapata bahati mbaya wanatumika. Naomba kutumia mkutano huu kuwaomba wanafunzi na vijana wote walioko mitaani, maanake sio wanafunzi peke yao, tutumie mitandao ya kijamii kwa manufaa, tutumie mitandao ya kijamii kujifunza, tutumie mitandao ya kijamii kujielimisha, kufanya biashara, kuunganisha uh, kuunganishwa wenyewe kwa wenyewe kuwasiliana na watu mbalimbali kuburudika, na matumizi yote yenye manufaa. Ukifanya hivyo, utakuwa umetendea haki kwanza muda wako, kwa sababu vijana wengi sasa wanapoteza muda mwingi kwenye mitandao kufanya vitu vya hovyo, badala ya kufanya vitu ambavyo vingewasaidia kwa wanafunzi kwenye shule kusoma, kupata ufaulu mzuri, kufanya vizuri kwa kupata taarifa nyingi kutoka kwenye mtandao lakini kwa vijana walioko mtaani wanafanya biashara, tutafute masoko, tutafute kujifunza kuhusu fursa mbalimbali, tuanzishe kampuni startups za kufanya biashara, tubuni mifumo mbalimbali itakayorahisisha kazi zetu. Hiyo ndio faida ya kutumia mitandao vizuri.